Karibuni Ka na online na makao yake h chini Ungereza ya ya 2025 na haya ni matangazo yetu kuhusu habari za kujiunga kwa baadhi ya viongozi wa Wazalendo huko mkoani Kivu ya Kusini, haswa tarafa ni Fizi na Uvira na hiyo ni baada ya M23 AFC Audi FDF jeshi la Rwanda kuushika mji wa Uvira ambao unajulikana kama vile mji wa kimkakati kutokana na operesheni zinazoendeshwa katika maeneo hayo. Mtazamaji pia msikilizaji, nakuomba uandamane nasi tangu mwanzo hadi mwisho. Utakwenda kusikiliza mahojiano ambayo tutayafanya na yule msemaji wa baraza la wazalendo katika maeneo ya mashariki hivi. Nakualika uandamane nasi tangu mwanzo hadi mwisho, lakini usisahau kaulimbio yetu ambayo ni wewe ambaye bado hujasubscribe, yaani kujiabonee huo ni muda wako, tafadhali usikose kujiabonea, usikose kulike, usikose kuacha komenti yako na kutuandikia mahali ulipo, na kwa mwisho usikose kushea, yaani kupartage, kuwasambazia wengine. Huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwetu, na itatupelekea sisi kuja kesho kwa kishindo zaidi. Hivi inakualika uandamane nasi tangu mwanzo hadi mwisho, na bila y kupoteza muda tunakwenda kujiunga moja kwa moja bwana Bernard Kadogo Tondo ambaye ni msemaji wa baraza la wazalendo wa mashariki hivi. Karibu, na ujaribu kutupa mawili au matatu, kutuangazia zaidi sana kuhusu uvumi ulioko unaowataja baadhi ya viongozi wa wazalendo ambao walikuwa wakichishia jana na juzi, lakini leo watajwa kwamba tayari wamejiunga na kundi la M ishirini na tatu. Baadhi ya majina yanayotajwa kwenye mitandao ya kijamii, sifahamiki ni kweli au la, ni yakina kiongozi Irene Itongwa, kuna yule makanaki, kuna kamama na wengine, ni apatao tano hivi ambao wanatajwa kwamba tayari wamekubali kujiunga na wale ambao walipigana nahojiana au kupiganisha jana. Je, habari hizo ni za kweli? Wewe kama vile msemaji wa baraza la wazalendo, maeneo ya mashariki mwa nchi, tupe picha kamili. Karibu kwa Kuna Nini News niunzu uh, ndugu yangu, takachokijua ni kwamba watu wanasema uongo sana. Uongo ni mwingi katika mambo haya. Sasa wale waliojiunga hakuna aliyeshika mwenzake kwa mkono na hakuna aliyeleta mtu katika uzalendo vijana wamejitolea wakaingia kizalendo, walipoingia uzalendo wao na tunaongozana, hakuna aliyeshikilia mwingine. Ni kazi ya kujitolea, ni kazi ya kujiweka muhanga ya kupigania nchi kwa malengo ya ya mwananchi. Sasa hayo mambo mengine watu wanazungumza, ah, sisi bwana, tunachokijua ni kwamba hayo ni uongo, lakini hatujui kilicho ndani ya mioyo ya watu na kama wamejiunga, si wataonekana waziwazi kama wamejiunga wataonekana wazi wazi, yani hapo hakuna swali, hakuna swali, sababu aliyejiunga ataonekana isha amejiunga, na watu watamuona katika mji akitembea na wale watu, hapo watasadiki huyu amejiunga. Sasa waliosemeka walijiunga, mbona hawaonekani? Nivyo bwana, waliosemeka wamejiunga hawaonekani, yani ni uongo mtupu. Uh, semaji tungependa kujua kutoka kwako ikiwa ni uongo, basi kwa upande wako unafikiria kwamba huo uvumi umetokea wapi? Kwa kuwa kuna redio ambazo tayari zimetangaza na kuwataja kwa majina wale ambao ni viongozi wa wazalendo waliojiunga na M ishirini na tatu. Ikiwa ni uongo kama unavyoongea, unafikiria kwa mtazamo wako wewe wanane wakawe wakazushe uvumi huo? takachokijua adui mwenyewe ambaye anapigana na nchi ya kidemokrasia ya Congo hana effectif ya majeshi, na wakati anategemea kwamba kwa sasa anashikilia mji wa Uvira, kwa kwenda kushika mji wa Kalemi inabidi apate wanajeshi kutoka katika kiwanja cha wazalendo. Mko mnaona kila siku na na mchana gisi anavyoshika vijana Bukavu na kuwapeleka jeshi kwa kinguvu Goma, usiseme nafasi zingine. Sasa wanaendelea kupiga kampeni katika wazalendo kusema kwamba waingie katika jeshi lao, ila kwa nikuambie kwamba hawa waliopiga huu uvumi ni njama za adui na sio wazalendo. Pana, kuna mzalendo ambaye mzalendo halisi ambaye anaweza kuingia katika e, chama cha M23. Na tumewahi kusema mbele kuna watu ambao walikuwa katika uzalendo ambao wadui naye ametengeneza watu wa uzalendo akawaleta kama wazalendo, hawakuwa wazalendo, ila walikuwa wana wanamemba wa M23, na wale ndio wanaweza kugeuka wakarudi waka huko, lakini kusema kwamba kuna mzalendo katika majenerali waliotajwa sijaamini. Wale walioingia ndani tutawaona, ila waliozusha uvumi huu ni watu wa M23, wanaosemea majemadari wakubwa ambao wana ma effective zilizowapinga wanawatilia e, maskani ma kusema kwamba wamekula pesa, sema wamejiunga nao. Lakini tunavyoelewa tuko ndani katika uchambuzi na uchambuzi wetu, orodha za wale watu ambao tunawajua sisi sio wale wanaotajiwa. Tunawajua hawakutajwa, lakini waliotajwa ni wale ambao wangali na msimamo. Ndio maana nakwambia uvumi huu ni wa adui ambaye anataka eh, kujipa hukumu kwa kazi ambayo yeye hajawahi kufanya. Kwa kumalizia, ndio ungependa kujua kutoka kwako, wazee na wahenga usema lisemwalo lipo, na endapo alipo asilipo njiani, ikiwa uvumi huo kesho, kesho kutwa, mtondo, mtondogoho ikawe ukweli wewe mwenyewe unafikiria kwamba hatima yao itakuwa ipi, endapo uvumi huo umekamilika na kugeuka kuwa kweli? Wewe kama vile mzalendo, unafikiria kwamba hatima yao itakuwaje? Ukomo yao itakuwa nini? Au mwisho wao itakuwaje? Asante kwa kujibu kwa hilo na ambalo bila shaka lililo swala langu la mwisho ndiyo hilo. Watazamaji pia wasikilizaji wa Kuna Nini News waelewe kile ambacho wewe kama vile msemaji Fernare Kadogo Tondo, msemaji wa jenerali ka mama, ndiye tunaongea naye, tupe jibu kwa hilo. Endapo kesho, kesho kutwa hayo yamekamilika, uvumi umegeuka kuwa kweli mtazamo wako ni upi? Hatima yao itakuwa gani? Mwisho wao itakuwa nini? Karibu. Kwanza nitakunukulu, mimi ni msemaji wa wazalendo wote katika e, mashariki ya Kongo e, na nikiwa kiongozi wa kundi la jenerali kama mama Mbigirwa, hilo ndilo ufahamu. Nasema kwa ajili ya wazalendo wote wa mashariki, sababu wamenichagua niwe msemaji wao na nimetokea katika kundi kama coordinator wa kundi la generali kama mama, hivyo ndivyo ninaongoza. Acha nikwambie kwamba inchi eh, ama patri haiwezi kasamee msaliti na msaliti, kila mara eh, zamu yake hukumu yake ni kifo. Ikatokea kwamba kuna wale majemadari wa kizalendo ambao wamekula rushwa na kupana udongo wa mababu Najua kwamba eh, damu ya Lumumba eh, damu ya Pierre Mlele eh, damu ya Marandura eh, tukiingiza ako damu ya Vidalira ambaye amepambana vita katika mashariki na kuikomboa wa wakati Lumumba anakufa, akiwa kamanda wa jeshi ambaye amekuja kuchapwa na Mobutu, lakini amekuwa amekisha kutenga inchi. Damu ya wale wazee itaanguka ajili yao wa vijana ambao wataonekana wamefanya hivyo na hukumu yao ni moja ni kifo na hakuna. Ninaamini kwamba haya ni mambo ya uvumi na hayatakuwa kama. Asante Bwana Bernard kadogo tondo izahi ya Kiswahili, Kuna Nini News ime kushukuru kwa muda wako. Basi mtazamaji, pia msikilizaji wa Kuna Nini News, kufikia hapo, sina cha ziada, nimekamilisha yale ambayo nilikuandalia kwa wakati kama huu, kwa saa za jioni. Hadi tutakapo kutana tena hewani Nakualika wewe ambaye bado huja subscribe, huu ni muda wako usiondoke kabla au huja subscribe yani kujiabone. Usikose ku like, usikose kuacha comment yako na kutuandikia mahali ulipo, na kwa mwisho usikose ku share yani ku partager kwa wengine, kuwasambazia wengine. Huo utakuwa ni mchango wako mkubwa kwetu na itatupelekea sisi kuja kesho kwa kishindo zaidi. Acha nikushukuru wewe kwa muda wako, kwa kuwa umekubali kuandamana nasi tangu mwanzo hadi mwisho.